Baba wa Mbinguni, ninakuja mbele zako nikiwa na moyo mnyenyekevu na wa toba. Wewe wajua yaliyopita, yaliyo sasa, na yatakayokuja maishani mwangu. Waona giza linalonizunguka na kuchanganyikiwa ndani yangu, lakini naamini kwamba nuru yako ni yenye nguvu kuliko usiku wowote wa Bwana Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai, wewe ndiwe nuru ya ulimwengu na Mwokozi wa wote waaminio. Ulitolewa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu na ukafufuka siku ya tatu kunipa uzima mpya na kuita sasa niokoe. Vunja minyororo yote ya dhambi, hofu na kukata tamaa na uniongoze kutoka gizani kuingia katika nuru yako ya ajabu. Baba, nisamehe dhambi zangu zote, zinazojulikana na zisizojulikana. Takasisha moyo wangu kwa damu ya thamani ya Yesu. Nijaze kwa Roho Mtakatifu wako, ili niende kila siku katika kweli na amani yako. Neno lako liwe taa kwa miguu yangu na mwanga kwa njia yangu. Bwana, nakukabidhi maisha yangu yote, yaliyopita, ya sasa na yajayo. Fanya upya mawazo yangu, ubadilishe moyo wangu, na uniongoze kuwa kiumbe kipya ndani ya Kristo. Upendo wako uondoe giza lote na maisha yangu yawe ushuhuda wa neema yako na yalete utukufu kwa jina lako takatifu. Nakiri kwamba Yesu Kristo ndiye Mwokozi na Bwana wangu, na kwamba ndani Yake nina uhuru na usalama wa milele. Naomba haya yote kwa jina kuu la Yesu Kristo. Amina.